Kwa upeki kwanza, nitoshe shukrani kwa muda wako ambao umetupatia kupata kuzungumza mawili mada. Asante sana bwana journalist kwa sababu nilikuja asubuhi asubuhi kutafuta habari. Ndiyo. Kuna nyinyi wa journalist mko basuto sana. Ndiyo, lazima tupate habari. Ndiyo, ndio. Kwanza tupate kwanza hili. Mjua Uvira katika siku zinapita, kuna sika milio ya risasi. Je, habari hii inasemekana kwamba kuna wazalendo ambao wanapiga kelele? Unaweza kusema nini kama shauri kwa wale wazalendo? Eh, bwana journalist, acha kwa nisalimie kwanza Wakongomani wote mahali walipo ee, ambao wako ndani ya nchi na wengine wako nje ya nchi, maana wako ambao wako ndani ya nchi ndio wanasubi maefe ndi. mafe, mafe e, ya wamoja wazalendo wa barbara ambao hawajui uzalendo nini, na kuna wengine wazalendo ambao wanajua, walishikilia silaha juu ya nini na ni- acha niambie wengine wazalendo ambao wako nje ya nchi ambao wanaendelea ku kufuatilia mambo ya uzalendo, wanaombea nchi ya Kongo, wanaombea wa Kongo mali na wazalendo pia, ni kusema kwamba wasichoke, wapate kuendelea na moyo wa kusaidia wazalendo, maana uh, nchi nchi ni watu na watu wanaishi kwenye udongo na ule udongo ujiishi kwamba ni udongo wa mababu zako. Na ndio maana hata wako waini, Wakongomani muko kwa nje ya nchi, mjue ya kwamba nyinyi Wakongomani na hii nchi ni nchi yenu, japokuwa ukule, kuna siku mtarudia, maana hakuna jiwe litasalia juu ya jiwe lingine. Wanajonalisti, kwa kweli swali ambayo umeuliza mjo Uvira munalia risasi mkitoa risasi kila mara kwa kushitua wakaaji raia. o aaaa ee nyamba ba waaave mwana, kama nimekwambia katika uzalendo mm. le vre wazalendo, le fo wazalendo mm. na wale wa vre wazalendo ni wao tumeanza na wao, wale wazalendo tumeanza na wao, kwa malengo ya kuhamasisha vijana wengine kuingia ndani ya uzalendo nini. Na kwa malengo gani waingie ndani ya uzalendo? Ni kwa sababu ya ya ya ya kupanda eh, patriotisme nini, katika raia Wakongomani, vijana na wababa na wamama, namna gani? Iko trois vola e, vola ya kwanza ni kusansibilize vijana vijana kuambia kwamba nchi ni yetu ndi. Na kama nchi ni yetu, ni kwa sababu tumezaliwa, sisi ni wakongomani. Na kama tumezaliwa wakongomani, hatukumupa Mungu tuzaliwa wakongomani, a, tumezaliwa. Wewe umezaliwa umechukuta huko, mkongomani. Nimezaliwa niko mkongomani. Na sasa kama nchi imefamiwa na wageni ambao tumewapokea hawa wa Rwanda, wanyerwanda warugaruga kutoka Rwanda, ambao wametengeneza kitu chao, ambayo kila mara nakiambia wakongomani, baada yangu watakijua na wakitakielewa. Hawa wa wanyerwanda wametengeneza ampiri hima tusingotani, kwa malengo ya kukolonize wa bantu wa Afrika Centrale muzima, na wamejiona kwamba wao ni wamalekele bantu le tusi son le male ke le bantu omomake letusi so le bet ambao hawajui awa, ambao hawarezone wanageukia mausia ya Mungu, ukutaka wao wamiliki wa bantu na kujifanya kwamba wao ni waerefu. Ndio maana kila mara naambia wakongomani waondoe ujinga na upumbafu na waondoe njaa ya kin voilà. Wala wale wa vrai wazalendo wameingia ndani ya uzalendo kujua ni nini kimetuma ataitwa mzalendo nini kimetuma ataitwa maimai enfure maimai ni yule ambaye amechukua silaha kwa kuitetea nchi yake kwa kuipigania nchi yake kwa kulinda mipaka ya nchi na kujua ni nani mgeni na nani asiyekuwa mgeni kwa kujua ni nani mvamizi na nani asiyekuwa mvamizi huyo ndiye mzalendo ambao wamesimama kupigana vita tangu awali na hao wanajipanga kwa shamba la mapambano, na hao wanaorozesha vijana wakwenda kwenye shamba la mapambano, hao ce sont les vrais eh, wazalendo. Na kwa sasa wengine wafo wazalendo ambao wanataka profiter mwaka kavuyo mwaii mvuma mwai klima ambayo wazalendo wa wangali na kaheshima gambao Mungu ameweza kuwapatia sasa. Wao wale wafu wazalendo wamekuja kwa sababu ya kuzuruga heshima eh, ya wazalendo unanielewa, bwana. Shukrani ni hao wa, ni wa mwisi. Kuna wamoja wameingia ndani ya uzalendo walikimbia madeni ya batu. Mwenye deni asimuulize anakimbilia ndani ya uzalendo kuna wengine walikuwa wa mwizi walikuwa wanafungwa kwenye maprizo central. Sasa wameingia ndani ya uzalendo. Kuna wengine waliua kibandia, sasa wamekibilia ndani ya uzalendo, sababu ndani ya uzalendo hawataa wauliza. Na hao watu kama hao walefu wazalendo ambao hawana maobjektife, na njo yenye walikuya kuzaraulisha na kuswape personalite ya wazalendo na, na hao wameshikilia silaha bila malengo, na wale ambao wameshikilia silaha bila malengo ndio sasa wanatafua wazalendo na ndio wanapiga masasi kibandia ovyo ovyo ndani ya mwingine, na osi ifokujua kama familia kuna watoto ambao wanaeleweka na watoto ambao hawaeleweki. Na tatizo ambacho mimi niko ninasema, nimeambia wa wagenera wangu wote, tunafanya E, e, tunafanya PM ya wazalendo brigade ya wa PM ya wazalendo kwa kusaka hawa wazalendo mabandia ambao wanaleta vurugu kila mara ndani ya mwingini kupiga masasi ovyovyo ndani ya mwingini hmm. na wakati risasi moja linaweza kuua adui kwenye shamba la mapambano, sisi tunatafuta risasi, tunakwenda kwenye wapi na wapi, tunatafuta risasi, wao wanataka kuadidisha risasi. Hapo ndio maana tunasema lazima wasakwe, kuwe peme itakuwa mix kwa kutafuta yule askari ambaye anatembea hovyohovyo kwenye mtaani kwa kusazi siofaa, anashikwa na wekwa kwa nguvuni nawekwa kwenye lock up, kwa sababu tuangalie kama tutatengeneza uzalendo ulio bora ambao utaleta sifa kwa wananchi na ambao wataendelea kuheshimisha eh, wazalendo kama walivyokuwa wanaheshimika wanajournalist. Ndio kuhusu habari nyingine, ilikuwa ni kuhusu Zibia je

serikali ya nchi ya Kongo haichukuliwi. Kwamba tumevamiwa na nchi imevamiwa, tufanye nini sisi? Maana Ma risasi, inatakiwa guvernema ya nchi ya Kongo itupatie silaha za kutosha, itupatie vifaa vya vita vya kutosha, ili tuweze kukomboa nchi yetu. Probleme ya Kibira, bwana journalist il faut savoir qu'il y a la guerre médiatique. Mm -hmm. Na ile guerre médiatique Wanyarwanda ni wa ni wa sema bongo kwa chini ya jua mm -hmm. Na mbingu hawezi kuiona. Maana wanatengeneza bongo inayofanana na kweli. Na kuipeleka mbele ya wakuu viongozi wa opinion international. Unaweza kuwa Mnyarwanda njoo kwa nakupiga Mnyarwanda tena nalalamika, aseme baraniche, baraniche. Na, barani, barani barani na yejo kuna pika mkongomani mm -hmm. Munyerwanda ni mtu anatengeneza bongo. Munyerwanda mwenyewe e, anasema Samadara, anasema madiskuri tulibalizwe kupanda chuki, wakati yeye anaua milioni ya Wakongomani. Mi nasema kwa sababu ya kutoa uhaki wangu kama Mkongomani, ye Munyerwanda anasema nimemchukia, na wakati yeye anauwa milioni ya Wakongomani.

wanapora minere watutafutia si amani. Tunajua kama minere ya nchi ya Kongo na isha akongomani na ndio maana hawataki kugusa hawa wanyarwanda wa sasa. Nirudie westioya ira journaliste Uvira ni territoire na ile territoire kote moya kuko wazalendo na FRDC ndiye, na kote ingine kuko hao wa mashangiri wa rugaruga wa M23 unaona ni kama kama vile vile vile ni territoire ya, ya ya na ya Uvira ndio. Uh, unaweza kusema leo M23 iko Katogota ndio vile, ndio wanapita wanasema tunakamata Uvira, sababu ukumbuke wakati ya, ya ya RCD ndye, walikamata Ndunda wakasema tunakamata muji mkubwa wa Uvira inaitwa Ndunda, tunakamata Kigoma muji mkubwa wa wa Kongo wa Kigoma omomake son petit village kwenye taso mo probleme ya Njibira eh, ni ile Njibira si territoire parti ya kavambi wa zalendo na wa frdc njo wako pale Njibira ya yaepeti mo, morson ambayo sasa kwenye vijana walikuwa kwenye e, changamoto wanafanya e, wanafanya e, nini nini sport, ndio nyuma e, ya pale adui akaingia pale wanajournalisi, sio kusema kama nzibira yote nakamatiwa na adui, hapana. Na hatuwezi kuacha nzibira sawa, tukiacha zibira tunapatia mulango wa adui kuendelea Mwenga, kuendelea Kamituga na kuendelea fasi zingine. Nawapatia na dakika kidogo na siku kidogo, Zibira wale watu watakimbia. Bwana journaliste, hakuna paniki, hakuna nini. On est dans la guerre, na katika vita ni vice versa. Ma hatuwezi kupanike raia eti Zibira iko mikono ya ya adui Zibira teritwari yote? Apana, nake ni sehemu kidogo, ni sehemu kidogo, mwana journalisti, ndio.